Asalamu alaikum. Kwa majina naitwa Fatma Shaweji, ni meneja uendeshaji tawi Amana Bank tawi la Dodoma, kwa niaba ya meneja wa Dodoma branch pamoja na uongozi mzima wa Amana Bank, tumekuja kufuturu pamoja na watoto hawa wenye uhitaji waliotoka kwenye kituo maalum. Hii imekuwa ni desturi yetu, kila mwaka huwa tunafanya hii kitu kurudisha kwa, kwa jamii, ni kawaida yetu na kwa mwaka huu tumeona si jambo baya tukisema tutoke nao at least, na wenyewe waweze ku, kufuturu maeneo ambayo ni tofauti na pale ambako wanaishi. Ah, kama tulivyoamlishwa na Mwenyezi Mungu, pale unapoona kwamba mtu huyu ana uhitaji na wewe unacho kidogo, basi si mbaya ukishirikiana nao. Amana Benki ni benki ambayo inafuata taratibu, misingi na kanuni za Kiislamu na kwa Dodoma branch iko maeneo ya Uhindini na tunashughulika na utoaji wa huduma zote za kibenki pamoja na mikopo. Aa, katika akaunti zetu tuna akaunti ambayo ni ya hija hajj na umra. Hii ni nzuri sana kwa kipindi hiki, unakuwa unajidunduliza kidogo kidogo kwa ajili ya kwenda kuhij au kwenda umra pale ambako utakapoona kipato chako kimejitosheleza. Lakini pia Amana Bank tunatoa wito kwa taasisi zote za kibenki pamoja na watu makampuni binafsi waweze kurudisha kitu kwa wahitaji. Amana Bank ni benki ambayo inafata full sharia kuna mabenki mengi lakini hayafati furu sharia, wako kwenye window lakini si mbaya, watu wote tukajumuika kwa pamoja, tukashirikiana katika kurudisha kitu kwa jamii. Kwa majina yanaitwa Fatima Azizi, ni afisa mikopo kutoka benki ya Amana. Leo tuna tunafuraha tumejumuika na watoto yatima katika kupata iftari ya pamoja, ikiwa kama kuwashika na kuwapa faraja watoto hawa. Tumefurahi sana na tunatoa wito pia kwa taasisi nyingine kuweza kuyashika haya makundi maalum kuweza kupata nao iftari lakini pia kuweza kuwasaidia hususan katika miezi kama hii, mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni faraja kwao. Tunashukuru sana kuungana nao na tumefurahi sana. Mwenyezi Mungu atatulipa sote. Kwa majina naitwa Mwajuma Isa Jori, nimetoka katika kituo cha Swidiq Development Foundation Orphanage Tanzania. Tunawashukuru sana Amana Benki kwa kutufariji mayatima na wajane. Mwenyezi Mungu awabariki sana kwani imekuwa ni kawaida yenu kutufariji mayatima wa kituo cha Swadiki, wajane na wenye uhitaji. Mwenyezi Mungu awalipe jaza yenu, Mungu awabariki sana sana Amana Benki kwa hili walilolifanya. Amana Benki, basi tunaomba mjitokeze kwa wingi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususa ni katika fungu katika kumi hili la maufira, kumomba Mwenyezi Mungu maufira. Hakika Amana Benki, mmetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, awabariki sana. Kitu kikubwa sana zaidi ambacho uh, tunatakiwa kufanya waislamu na hasa wasiokuwa pia waislamu kufuata ule mwenendo wa viongozi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama anavyosema, kwamba hakika mikono inapokezana wema. Kwa hiyo tufanye hili katika mfungo huu wa Ramadhani, kujitolea kuwasaidia wahitaji na wenye uhitaji.